Unaongea kama aendelea. Naona hapo unakuza kipaji hapo. Ah, yaani wewe mtoto wewe, yaani hata sijui kama yaani niseme nini wewe, yaani sijui nikufananishe ni na babako vile ama nikufananishe na mamako, kwa sababu katika ukoo wetu mamako hakuwa hivyo. Sasa sijui kama yaani tatizo linatokea wapi

kila nikikwambia, yani tabia zako so hizo za kutongoza wanafunzi achana nazo, lakini usikii kabisa wewe. Si mwanafunzi huyo? Si mtoto wa shule huyo huyo? si mwanafunzi wewe? dada wewe, eendi shule wewe? Basi unaona sikesi, hisi ni kesi hivi. Wewe mjomba, wewe nini nini, mimi mpaka nisikie wewe mjomba, wewe, eh, mambo gani mpaka nisikie mimi wewe dalishana sasa mjua mtanipitaji bila mwanamku mjua mambo gani? Hebu nenda nyumbani nenda nyumbani huko, alafu na wewe dada, unakaa wapi? Kwenu ni wapi? mta wapili wapi? huku wahuku juli. ama wahuku nyuma wahuku, wahuku. mjini mm. kwa nani sasa kwa Oh, mzee Ali yule pale karibu na kwa soha pale mm, napo, wewe ni Mijikenda we. Kwa hivyo mm. Kimijikenda unakijua wekumbecho mm. ah, wakwehu halafu yaani na shangaa unaimana vyoo vitite barabarani vyoo vya skuli achere skuli huyu hmm? udarasa ranga hiyo form dala, form dala eh? mm. namaanisha form five mm. Ah. Alafu sasa kulikuwa kuna kitu nataka, unaitwa nani? Naitwa Lauze. Lauze. Mm -hmm. Basi mtoto ni mzuri kabisa wewe, yani mtoto umeumbika, yani kikuangalia juu paka chini mtoto no. Mzuri yani umeumbika. ah. Fikara, Lauze. Mimi kuna na ujeri, benza kuhenza. Unaonaje no no, mimi nina ufukala na mahusiano yani heri mche na mlume, hmm? Kwa hiyo we mzee mzima na kilisako timamu wakumcongoza mimi mm -hmm. mjuko wako Ah, usionge sana nawe. Eh? Kwa hiyo ulikuwa unamwongesa mtoto wako ili umtongoze mimi. Polepole, nyamaza mzee, una akili timamu kweli. Una akili timamu kweli wewe ni wale tarehe. Ukome. Yaani, staki mazoefu na wazee. Mbabu kama wewe, nakupeleka wapi? Nyoko, kumbe

Ah! Ningetambana hamtani kabisa. Alafu mjomba yung huuanemana vili vikaliselii mm. Shoga angu, goja nikwambie yule mm. vulana aliyetukuta pale mpaka kanita mimi, kaanza kuniongelesha maneno yake mm. haja y babu yake babu yake kamchamba kamchamba mpaka akampiga akaondoka. Alivyoondoka, cha ajabu, mbabu kanigandama mimi tena ananitongoza eti, yaani mm. e, kamwondosha mjukuu wake ili anitongoze mimi. Cha ajabu, sikwambie mzee, nimemchamba ah, nimemchamba yani nime, ile nimemchamba yani nimemrarua. Hey, nimemwambia mzee, kama wewe wanzeje kutongoza mtoto mdogo kama mimi, sini kama mjukuu wake Nguvu hiyo waipata wapi? Mwanzo nikamsukuma kabisa vizuri. Ume... Ah, mm, nakwambia wazi kama wale ni wachawi. Oh, ni wachawi kweli. Ah, sijaona

Vipi mwenzangu, mbona unatokeleza ya ghafla kama mwanga? Umetoka wapi? hivi unayao kama nani? Na unaniuliza ili niweje? Nataka nini yani? Tuseme. Kwani ukuliza hivyo ni vibaya? Ndio, ni vibaya tena sana maski hivyo, basi ni vibaya tena sana kuuliza mimi kama nimetoka wapi. Na kuuliza hivyo na maana yake maana gani, maana gani? nakuthamini wewe ni mdogo wangu Wewe unanithamini, namjua mbali

sio kwamba mjomba anakuchukia, anachukia hizo tabia zako. Badilika kaka. Sasa sikiza nikwambie, umesema yote hayo lakini msimamo wangu pale pale, na kama nikubadilisha tabia labda kaburini kama nimezikwa. Na kuanzia saa hii mimi na shule basi, na hata huyo mjomba akija, mwambie moto nishauwasha huko ndani na utanijua. Sasa ndugu yangu, hivyo unavyotaka kufanya hivyo ndo mjomba anakuchukia, au utajionya mjomba. Badilika ndugu yangu. Wewe wanasemaje? kwani wewe waenda wapi na basikeli ya mjomba? Mimi hii basikeli naenda kuuza nipate chakula. kwa sababujifanya mjanja wewe na mjomba sasa. Kama nafanya makorofi mimi, ni korofi zaidi. Na nenda sasa. kama nanenda kuiuza, anataka niregeshe basikeli, nipatie ile sasa. Sikiza hii pesa Kanuni mkate na soda, chenji unirudishie. Chenji ni a mjoma sawa, alete basi. kwani unaamini? Sawa kaka. Unajua, najua nanipenda mika kako asache ni rudishie besikeli niende huku dukani, kanuni mkate. Sawa sawa. Ama mjomba. Ah mjomba, kata salamu zangu, utasipata huko huko nyumbani huko yani. <laughs> Mjomba ananichukia na pesa yake niko nayo hapo. Mjomba ndo mafala kweli yani, usilijua ni kama usikuagiza tu.

Yo manzio. Hmm. Nenda dukani. <laughs> Kwa jira kwanza hebu ninue mazala funtu pe story hiyo. Story gani mjomba. Alafu ne kwamba. Kukalo na nana mimi. Ne na Kigiryama. Yo lugha ya Kiswahili ni kuko skuli. Masikira. Sala mjomba. Skuli kuko. Sala. Zawaona nana yuno tabi yako

mpaka anafikia hatua anataka kuchukua beskeli akauze, ndio nikamshika sasa. Ikabidi mpe ile pesa ulioniachia tununue mboga biza nzaze wewe. Sasa mjomba, beskeli ngeuzwa ile huko ni za kosa machero ndari ya nao ni maana yu pesa ambayo nzi ya kupa bwere ni ya wari wa vivero na machero ayo vino nd ndari ya nao ni vini kala ujalo za mokwa ya mjinga kazi gize ni kinzi kuhenda haa hini mbani lakini mjomba kwa yu mfanyia so vizuri unamanyo una kazi na kumuhi hira kusabu ndugu lakini kalo unamanyo kwa mba jona sikira mimi watu ngumamu yu cha kugene nire visho Itafikia hatua utamwona ameanza kuchukua vitu vya nyumbani, aanze kuuza yenyewe, lakini sio vizuri mjomba. Sasa amefikia hatua kama hiyo, bikare hiyo pesa nau za mpai

tabia yako utakatisha uhahi wako upitaga kuishi maisha marefu. Chunguza tabia yako, sikia kijana, angalia tabia yako ni tabia chanaayo iaisha maisha. Ah, mjomba shikamo. Mjomba Sulubu, marhaba. Mjomba haya, zamasiku ah, nzuri. Sijui wewe wewekwamauko ah, kwema kabisa mjomba, sijui kama wewe umeamkaje mjomba. Ah, nashukuru Mungu niko salama. Ah, vipi pamoja na mjomba wako Kasongo, anaendeleaje? Ah. Unajua mjomba ka, ka, Kasongo? Eh. Yaani mjomba anaumwa vibaya sana hata mguu huu. Uko basi naja kwako yani. Anaumwa. Anaumwa vibaya sana. Eh. Sasa eh, kwanza leo ndio nimesikia sana. Hata, sana. Hmm. Ha, sasa, leo, hata ndo akanituma akasema ha, nenda kwa mjomba wako Sulubu kule ukamfikishia ujumbe kule, umwambie naumwa cha zaidi yani. Aliniambia kwamba naumwa, sijui na umwa, smina kifua sijui mgongo, kichwa, hata kafiki kwangu ndo akasema kwamba nje kwako mia tano kumsaidia kufanya fanya, lakini kwa sababu Kasongo, mimi rafiki yangu, hatuwezi, siwezi nikamtupa rafiki yangu. Mimi sitakuacha hivi, nitakupatia hiyo mia tano ili ukampeleke mjomba. Sawa, mjomba anaendeleaje? Sawa, nitashukuru sana yule, mimi ni kama ndugu yangu. Kwa hivyo mjomba, wewe usiwe na shida, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Nashukuru ukisaidia, hayo pesa kinampeleka mjomba, sawa Eh, nisalimie sana sawa. Namwambia jioni nitakuja kumuona. Sawa, hata usijali, mwambia aguwa salama sawa. Aa, sawa sawa. yangu. Hana mbira biro. Safi sana moto vizi. Kwa kabisa. Ongera sana kwa wazungu na madawa zao. Yani ndugu yangu wewe ambaye ulikuwa sio leo wala kesho. Sahi uko uko barabarani tena watembea buheri wa afya kabisa bila wasiwasi. Rafiki yangu. Misemo yako inanikoroga kabisa sielewi kabisa unamaanisha nini lakini. Kuelewi? Sielewi. Wewe ulikuwa mgonjwa tokea juzi pale tulipoachana. Wewe ulienda kana na ukashikwa na homa huko. Kuanzia lini mbona eh? ni kama yani hapo naona ushanza kunikoroga kwa sababu mimi toka tuachani toka pale juzi mpaka sasa mimi niko sawa eh? Sumu ina mahali popote pale yani vi yengrani nkenda mundani nkambola apambiravontabiy akanambira kala mjomba bana lumwa sana mimi mimi nalumwa mimi mbanga tabia vidze ya magana matano genye msenangu hebu nambira tototo

uwe na manya una njama nyingi sana uweza kukengera tu fikira inaweza kala ni mipango hiyo hiyo sasa nikwambie ndugu yao Uo, rafiki yangu sana no, rafiki wapangu, mimi na rafiki wangu norafikiwa kwangu mimi na uwe tsendzifuka lefundako sana ela kwariri magana matano gangu miganani luma sana kala mudza panga uwe ne yemwanawo we mudze muhale pesa mana khe dzuziwe wanivoya pesa mimi pambira sina fikara uwe nona anguduzita sayi ucheri ukhuna pesa vivuzireni mala pesa panji ya fikara iyo ni njamaya kwako uwe mana vo zishandza kari yo process ni kamanya kabisa yuyu ha sasa ni bana mala a nipange kwa sababu kuna kitu mwenye nyumba na kudai u bzona baha udzozonikenge mimi sinao kwa sababu na sababu namala pesa mbaukarihire nyumba sindiyo sasa ngoja kwa mbire ndugu yangu kala mdzapangana uwene njo mbayo mje munidhulumu mimi pesa yangu mimi na minokwandzira firanamanya kudai magana matano moro wa kudaiwa sina kudai wa sina haja nao sina haja nao kabisa ukala uwe adzire iye adzire kukopa kuko ni stori za na uwena iyemiesi kamanya kamaringako rafiki yangu Mimie. Mimie, beka la kukosana, mimi bekala reroni kukosana naona woseniwamino unabandika hahana haha kwa sababu ha, ha, ha. omoro udzaonawowo besiwelewakamari mambo gakudayana uta kukalaca mimisidzireni kazi si una unamanya kabisa mimi kala na shida na mwenyewe kutowa mwenyeyo nkwanoniwe uhale pesa zakwako mphetabia na una unamanya kabisa mimi na nayotabia kafugwirana e eh? na ni kwani ni wewe wakati adze kudza kumala zo pesa Npano ni kwanoni kunipigiriresimuukala nakwambiradzendugu yako pesa yangu ndaniriha anakala ukazdzahadza kuusikubanda urafiki ikwa ni shilingi nyinga hifuna dimafukobanda ha lakini pesa yangu lazima oh kwa vyo ouzamwa kabisa mimi nauwemba usenewa mimi maubandike mbasindiyo bekala kunimanya uwe mimi bendo bendoni munyangu hatari sana unaona mimi besitatw here munyu sina mwana mongoni mimi na kunyusa fukara jenyu